Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya sekta ya Uchumi wa Buluu ili kuhakikisha wananchi wananufaika na kukuza kipato chao. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza na wavuvi, wakulima wa mwani na wananchi katika Bandari ya Mkoani. Alipolitembelea soko jipya la Mkoani linaloendelea kujengwa diko na kukabidhi vifaa kwa wakulima wa mwani na boti kwa wananchi wa Makoongwe, hafla iliyofanyika Mkoani, mkoa wa kaskazini Pemba. Serikali ya Mapinduzi ya awamu ya nane imeendelea kutoa vipaumbele katika sekta hizi kwa kuwapatia wajasiriamali vifaa vya kisasa kuwajengia uwezo kupitia elimu na mafunzo na kuimarisha upatikanaji wa masoko ya uhakika matokeo ya jitihada hizi yameonekana wazi kwa kuongezeka kwa uzalishaji wa mwani na kiwango cha uvuaji wa samaki. Serikali kupitia serikali pia itaendelea na ujenzi wa miundombinu mbalimbali ndani ya sekta uvuvi na mwani ili kuhakikisha wananchi wanafaidika kwa kukuza vipato vyao na kuchangia katika pato la taifa. Miongoni mwa mafanikio haya ni ujenzi wa diko na soko la kisasa la Mkoani pamoja na kiwanda cha kusarifu mwani cha pale cha Manango. Aidha, hatua ya kwanza ujenzi wa bandari ya kisasa ya uvuvi kule Shumba zimeshakamilika. Katika hatua zinazofuata, serikali imejipanga kujenga masoko, bandari na madiko ya kisasa zaidi, ikiwemo soko na diko la samaki Kiwani na kiwanda cha kusarifu mwani Chokocho ili kuongeza tija na thamani ya mazao ya bahari. Ndugu <coughs> wananchi, leo pia tunashuhudia makabidhiano ya boti mpya kwa wananchi wa kisiwa cha Makoongwe, hatua itakayoboresha huduma za usafiri na usafirishaji katika kisiwa hicho. Aidha, kinamama wa kijiji cha Mkia wa Ng'ombe watapatiwa boti ili kuendeleza shughuli zao za ukulima wa mwani kwa ufanisi zaidi. Hatua zote hizi ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya, ya kuwainua wananchi kiuchumi hasa wanawake na vijana kupitia sera ya uchumi wa buluu. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza viongozi na watendaji wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kusimamia utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanazidi kunufaika na rasilimali mbalimbali zinazotokana na bahari iliizunguka nchi yetu. Kwa upande wake makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleimani Abdullah amewataka wananchi kutumia fursa za uchumi wa buluu kwa bidii na kulinda rasilimali za bahari kwa maendeleo endelevu. Soko hili linakwenda kutoa huduma bora na za kisasa ndani ya mji wetu wa Mkoani, lakini ndani ya mkoa wetu wa Kusini Pemba. Mheshimiwa rais wakati wa ukaguzi nilimsikia mjenzi na baadaye, tupenda kuona kwamba soko hili kuna lift ndani yake. Mimi mheshimiwa, nimetembea masoko mengi sana, na kwa hii miradi ya Zanzibar, sidhani kama kuna mradi sijawahi kutembelea. Nadhani hili itakuwa ndio soko la kwanza lenye lift. Dokta Mwinyi we, hivi ndio vitu vya Dokta Mwinyi. Dokta Mwinyi hapendi kufanya vitu vidogo vidogo. Dokta Mwinyi ni mtu wa kufanya vitu vikubwa na vizuri. Naye katibu mkuu wa wizara ya uchumi wa buluu Captain Hamad Bakar Hamadi amesema kufuatia uwezeshaji wa vifaa, upatikanaji wa samaki umeongezeka kwa asilimia mia moja na kumi na thamani ya upatikanaji wa kipato cha wavuvi nacho kimeongezeka kwa asilimia mia mbili na moja kutokana na uwezeshaji huo eh, mpaka kufika 2024 tumeona kwamba uvuvi umeongezeka, fish catch imeongezeka kwa, ume ime kwa asilimia mia moja na kumi, ambayo hili ni ongezeko kubwa sana na limetokana na vile vifaa ambavyo tumewapatia. Lakini mara nyingi tukizungumza e, uvuvi, kuna kitu wahakitajwa ambacho ni muhimu zaidi kuliko hichi, value ya wale samaki ambao pesa aja koni kwa wavuvi imeongezeka kwa asilimia mia mbili na moja. Kwa hiyo tunaona kwamba samaki wanakuwa hali, lakini ni kwamba zile pesa pia zinaenda kwenye mifuko ya wavuvi. Kwa hiyo ina maana wavuvi pia wamefaidika sana. Kwa ujumla, juhudi hizi zinaonyesha dhamira ya serikali ya Zanzibar chini ya uongozi wa Rais Dkt. Hussein Ali Mwinyi katika kuendeleza sekta ya uchumi wa buluu, kuinua maisha ya wananchi na kujenga Zanzibar yenye ustawi na maendeleo endelevu. Madina Omar, Asam Online TV.